karibisha katika kipindi hichi maalum kabisa ndani ya mwezi mtukufu wa Dhul Hijja, na tukiwa katika masiku matukufu na ikiwa tuelekea kuiwania wania na kuipata siku ya Arafa, hiyo siku ya kesho, kuna mengi ambayo nimekuandalia kukumbusha au kukumbushana sote kwa ujumla, lakini ufupi, jongea nami, usibanduke, usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. Karibu. Mtangazaji wenu na mtayarishaji wa vipindi hivi ni mimi Khadija Bintu Hassan, na sina budi ya kuanza kuku, kukumbusha kukumbushana kwa pamoja, na karibu mpaka pale nitakapofikia tamati. Kama tunavyofahamu, tuko katika mwezi wa Dhulhija na ndani ya mwezi wa Dhulhija, katika masiku haya ya mwanzo, huwa tunakuwa na masiku matukufu au naweza kuita masiku matakatifu lakini pia katika masiku hayo kuna kuwepo siku mahsusi au maalum na kubwa ambayo inajulikana kama siku ya Arafa. Siku hii inaanza kuanzia asubuhi inamalizika nyakati za magharibi, na ni muda mfupi sana na utakuwa ni wenye kukimbia mno. Inatubidi kuweka mikakati madhubuti kuanzia sasa ili pale siku yenyewe itakapokuwa imefika tayari tunakuwa tunajua ni yapi ya kufanya. Jambo la kwanza kabisa katika siku hii kubwa na tukufu ni wingi wa kufanya takbir, na hii takbir inajulikana au inafahamika kama takbir muqayyada, takbir madhubuti. Maana yake pale tu tunapomaliza kuswali salati alfajiri Unaanzisha takbira hii ambayo ni Allahu Akbar mara mbili au mara tatu, kisha la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd, kutokana na upokezi tofauti wa wanazuoni. Wewe chagua lile bora zaidi, kama unaweza kufanya Allahu Akbar mara mbili au Allahu Akbar mara tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika maneno yake matukufu kupitia sura ya Al-Hajj aya ya 28, anasema hivi: ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hao aliyowaruzuku, basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliye fakiri. Hapa Mwenyezi Mungu ametuamuru kufanya dhikri katika hizo siku maalum, na Ibn Abbas radhiyallahu anhu pia alizungumza kuwa almaalumati hizi siku ambazo tunahitaji kufanya dhikri kuwa ni siku ya Arafa na ni siku ya Anhar ambayo ni siku ya Idi na ni siku tatu ambazo ni ayam atashura. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla, unapata ni siku tano kamilifu, ambapo ni kuanzia siku ya Arafa zia mida ya fajir na mpaka siku ya tatu ya Eid baada ya salat al-asr. Na ikumbuke kuwa ufanyaji huu wa takbir hauhitaji kukusanyika kwa pamoja kimakundi na kuwa sambamba katika utoaji wake, bali kila mtu anaweza kufanya mwenyewe, lakini kama ikitokea hivyo, haina madhara yoyote. Pia kuna wale ambao tupo huku ghaibuni ambao mara nyingi tunapenda vitu vya mteremko, vitu rahisi. Wapata nyumba imewekwa takbir kwenye TV au kwenye ipad tablets, huku mwingine labda anaendesha gari akiplay takbir ndani ya gari. Nikumbushe tu katika hili kuwa takbir imethibitishwa kwetu si kuisema tu au kuitamka, na sio kuplay au kusikiliza. Lakini ikiwa dhumuni lako ni kuplay huku ukifatanisha kwa matamshi, hamna shida. Tofauti ya takbiri na Qur'an ni kuwa Qur'ani tunamwabudu Allah kwa njia ya kusikiliza na kuisoma, kuhifadhi maneno yake matukufu na mengineyo. Tunapotamka takbir tunathibitisha uwepo mzuri na ukubwa wake Allah subhanahu wa taala, na kujitathmini sisi ni nani mbele yake. Tunapofikiria ukubwa wake, tuweke unyenyekevu kuwa sisi si lolote mbele yake, bali ni waja wake tu ambao tunaamrishwa na hatuna budi ya kusema samina watwana. Siku ya Arafa ni siku maalum ambayo ipo wazi ikijulikana mwanzo wake na mwisho wake, kama nilivyoweza kuzungumza hapo mwanzo. Kwanza kwake kunajulikana ni kuanzia fajr, na mwisho wake ni salatul maghrib, tofauti kabisa na usiku wa lailatul qadr. Ni usiku wenye fumbo ambao huwa tunatafuta katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunapopata fursa kama hizi, lazima tuandae mikakati madhubuti ya kuweza kujipanga kwa ibada za kutosha. Baada ya ukumbusho wa takbir, embu nimalizie na ukumbusho wa dua. Najua baadhi ya mashehe wengi wamesha pitia na kuweza kutoa ukumbusho mwingi ambao ni mzuri na wenye manufaa makubwa kwetu sote, lakini pia nami nataka nikumbushe upande wa dua, kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kama tunavyofahamu mja mwanadamu ni mwingi wa shida, ni mwingi wa mahitaji. Katika siku kama hizi lazima tuweze kuzitumia katika mikakati iliyokuwa mizuri na yenye mipango upande wa dua. Unaweza kuwa na dua nyingi, unaweza kuwa, kuwa na hitaji nyingi, unaweza kuwa na mambo mengi ambayo unahitaji kumwomba Mwenyezi Mungu, basi ili uweze kukamilisha dua zako maombi yako hayo kwa ufasaha kabisa na kwa ustadi uliokuwa mzuri, unaweza kuorodhesha mapema kabisa ukaweka orodha ya maombi yako, na kila baada ya kumaliza takbiri ambazo tumeweza kukumbushana, unamalizia malizia na dua. Yani unaenda sambamba dua na takbir, dua na takbir. Utapokuwa umeorodhesha dua zako, ikiwa ni kwenye daftari ikiwa ni kwenye karatasi ikiwa ni kwenye ipads ikiwa ni kwenye tablet au simu ya mkononi, itakuwa rahisi zaidi pale unakumaliza ibadati zako na kufanya takbira, unaunganisha na dua. Dua yoyote ile ambayo unahitaji, huu ndio wakati wake mwafaka wa kuweza kumwomba na kumilia Mwenyezi Mungu. Sisi wote ni wahitaji, sisi wote ni wenye shida, sisi wote hatuna lile ambalo tunaweza kusema kwamba halitusumbui. Tuna mengi yanayotusumbua, tuna mengi ambayo tunahitaji, na kimbilio letu hakuna kwingine isipokuwa kwa Mola wetu mtukufu. Basi na kufikia hapa, sina budi ya kusema nakushukuru sana wewe ambaye ameweza kunifuata kuanzia mwanzo mpaka hapa, naelekea tamati Nilipopatia siku wa ujenja wangu, bali ni kwa rehma zake Mungu, na nilipokosea ni kwa madhaifu yangu kama mja dhaifu. Mwenyezi Mungu anisamehe, chukua yale niliyopatia na yach iliyokosea, na nikushukuru sana sana kwa kuendelea kufuatilia kituo hichi, au chanel hii ya Hayrati TV. Mpaka nyakati nyingine, sina budi ya kutakia siku iliko njema yenye furaha na tele nguvu kazi katika nchi zetu.